Takuletea, kwa nini watu ambao wanaishi waafrika wengi wanaoishi ughaibuni wanaoishi Marekani na nchi nyinginezo kama Kanada wamekuwa uh, imekuwa haraka sana kuweza kupandisha uh, presha kwenye damu. Watu wengi unakuta presha inaongezeka au presha inapanda, na wengi wamekuwa akituuliza hii changamoto inasababishwa na nini? Sasa ka hapo, ili niweze kujuza sababu zinazopelekea changamoto hiyo moja kwa moja, ili uweze kuzielewa. Lakini pia nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi na ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama kutakuwa na mwenzako au na rafiki yako yuko gaibuni anateswa na pesha, basi share naye video hii ili aweze kuelimika zaidi. Sasa nimekuwa nikiambieni pia, kama una changamoto ya pesha, basi tuwasiliane haraka sana ili uweze kupata msaada. Kama una changamoto ya pesha unachotakiwa kutibu, unatakiwa kutibu mishipa. Jamani, mishipa ndo chanzo cha tatizo ya presha yani kupata tiba ya mishipa, huwezi kuondokana na presha moja kwa moja. Sasa tutaangalia sababu zinazopelekea kupandisha damu kwa haraka kwa watu kupandisha pressure kwenye damu kwa haraka kwa watu ambao wako wa Afrika wengi ambao wako ugaibuni. Namba moja tunasema ni chumvi na vyakula vya viwandani. Watu wengi walioko Marekani uh, wamekuwa wakitumia vile vyakula ambavyo vina uh, chumvi nyingi, lakini pia vyakula vya viwandani ambavyo tunasema ni processed uh, foods. Moja kwa moja kwa unakuta wanatumia pizza wanatumia baga, Sausage. Mara vyote hivi huongeza maji kwenye damu. Sasa kama maji yataweza kuongezeka kwenye damu, kinachofanyika ni nini? Kinachofuata ni pressure kuweza kupanda. Kwa hiyo hawa watu mara kwa mara wamekuwa wakitumia zile processed food. Jamani, processed food au vinywaji vyote vya vyakula vyote vya viwandani vimekuwa ni hatari kwa afya yako, kwa sababu vinaweza vinaongeza maji kwenye kwenye kwenye damu damu. Na hiyo hiyo watu hawafahamu hivi vitu vinaongeza maji kwenye damu. Kwa hiyo, maji kwa ya yakishaongezeka kwenye damu basi ndugu yangu, unafanya moyo wako uweze kusukuma vitu zaidi ya hivyo, na tumeshaambia kwamba kwa mba, a, kwa, daki, kwa dakika kwa dakika moja yani kwa dakika moja a, tunasema hivi mwili wako a, unasukuma a, damu, moyo wako unasukuma damu lita hizo lita tano kwa dakika, sawa, pa minati minati pa lita sawa, ndo hicho. Yani ndo jambo ambalo unatakiwa ulifahamu. Mirizi ina kwa kwa sekunde moja inasukuma karibia mirizi sabini. Kwa hiyo sasa unapokuwa na maji pia kwenye kwenye kwenye damu unafikiria nini kitakachotokea? Ni, kita ni mwili uweza kuweza uh, kufeli kwa sababu unakuta kwa dakika moja uh, mapigo ya moyo yanatakiwa yawe mara 60 mpaka mara mia moja na mara mia moja ni jambo bado unatakiwa kae kulifahamu, lakini pia uh, hivi yote ikitokea, maji yamekuwa ya kuongezeka kwenye mishipa, basi kwenye damu moja kwa moja pressure inapanda. Ni jambo namba moja, lakini pia namba mbili ni stress za maisha ya ughaibuni. Unakuta kuna kazi nyingi sana ughaibuni, kuna kazi nyingi kiufupi, kazi zipo za kutosha. Sasa zile kuwepo kwa kazi nyingi, kuwepo kwa bili mbalimbali ambazo unatakiwa kulipa, lakini pia na pressure ya maisha, stress huwa inaongezeka. Sasa stress, kisha ikishaongezeka, homoni ya cortisol na adrenaline huwa inaongezeka zaidi. Ah, basi utakuta ah, mzunguko wa damu kwenye kwenye ah, mzunguko wa damu kwenye eh, mzunguko wa damu kwenye mwili unakuwa mkubwa zaidi, kwa hiyo unakuta baada sasa ya moyo lita tano ina pampu lita sita au ina pampu chini ya hizo lita, unategemea nini kitatokea? Ni pressure kuweza e, kupanda. Lakini pia kukosa usingizi wa kutosha. Jamani, hawa watu wana over, over yani wanafanya kazi kwa muda mrefu, na kuna shift nyingi za usiku na tunasema ni overtime. Kwa hiyo unakuta mtu analala chini ya masaa sita. Kwa hiyo mfumo wa kudhibiti pressure huwa unafanyaje? Huwa unaharibika a, kabisa. Ni moja ya changamoto kubwa ambayo inasababisha watu wa ughaibuni kuendelea kuteseka na changamoto ya presha moja kwa moja kuweza kupanda kwenye kwenye damu. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo hatuiongelei, lakini watu wenzetu wamekuwa wakiteseka sana na changamoto hiyo mara kwa mara. Kwa hiyo hakikisha unazidi kufuatilia ili uweze kuelimika zaidi, lakini pia uzito kuongezeka haraka. Kwa kwa nini uzito unaongezeka haraka? Kwa sababu mnakula, wanakula fast foods, fast foods, lakini pia kukaa kwa muda mrefu bila mazoezi. Sasa just imagine, kuna mtu anakwambia mimi naingia asubuhi kazini na, kuambia, mimi na kutoka saa sita usiku kila siku, yani siku saba Eh, kia kwa wiki, siku saba za wiki anaingia asubuhi, anatoka saa saba. Just imagine hiyo life style, unaweza kuhimili? Hauwezi kuhimili, kwa sababu hautapata muda wa kufanya mazoezi. Usipopata muda wa kufanya mazoezi, ndio maana metabolism inakuwa chini moja kwa moja. Sasa metabolism ikiwa chini moja kwa moja, ndio maana watu wamekuwa na changamoto ya kuweza uzito, kuweza kuongezeka haraka, kwa unakuta mwili unahitaji damu nyingi, moyo husukuma kwa nguvu zaidi kwa sababu ufanyi mazoezi, na hii ni changamoto, uzito unakuwa mkubwa na uzito ukishakuwa mkubwa, kolesterol inaongezeka. Inamaana mishipa yako ya damu inaweza kujaa ile nini, moja kwa moja mishipa inajaa uh, inajaa mafuta. Sasa mishipa ikishajaa mafuta, ndugu yangu, hiyo ni hatari kwa afya yako. Inabidi utafute suluhisho la mafuta, lakini pia ulisi wa Kiafrika ulisi wa Kiafrika ambayo tunasema genetic sensitivity mara nyingi Waafrika wengi ni salty sensitive, salty sensitive. Unakuta chumvi kidogo tu kwa uongeza pressure zaidi tofauti na makabila mengine ambayo tunasema ni genetic. Ulisi wa Kiafrika ambayo tunasema ni genetic sensitivity. Sensitive sensitivity kwa Waafrika wengi kwao unakuta anatumia eh, anatumia chumvi kidogo, lakini pia pressure uh, inapanda. Unapotumia chumvi ikiwemo sodium, huwa inazuia ama inazuia kupotea kwa maji. Sasa maji yakishaongezeka kwenye damu, kinachofanyika nini? Pressure inaenda viral au pressure ina boom. Lakini kukosa mazoezi, tumeshaongelea watu wanafanya kazi kwa muda mrefu, hao wow. Hawapati muda wa kupumzika. Sasa usipopata muda wa kupumzika, utafanyaje mazoezi? Kwa sababu muda unaopata wa kupumzika ndio unataka kutumia kulala. Wengi wanalala chini ya masaa sita wanafanya kazi kwa muda mrefu kwa hiyo uwezo wa kuzuia presha inakuwa changamoto na unakuta kukosa mazoezi, lakini wanaendesha gari kwa muda mrefu. Unakuta kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima utumie usafiri, lazima utumie gari, tofauti na sisi huku ambapo uh, kuna muda tena, unapata muda wa kufanyaje, uh, wa kutembea. Kwa hiyo unakuta mishipa inakosa elasticity moja kwa moja, ndio maana unakuta presha imekuwa ikipanda mara kwa mara. Kwa hiyo hakikisheni, uh, uh, hivi ndio vitu ambavyo vinasababisha changamoto ya presha kupanda zaidi huko ghaibuni, lakini pia kushindwa kuchunguza mapema vitu ambavyo vinasababisha. Kushindwa kuchunguza mapema kwanza, ni ni insurance. Insurance sawa, insurance ni big problem, lakini namba mbili tunasema ni lugha. Jamani, lugha! Ndio maana hata sisi wa Tanzania ukitaka kutukwamisha vizuri, uh, tuambie tuongee Kiingereza, tutafupisha tuta masuala yani, tutaongea kidogo mambo mengine uh, yaendelee. Lugha inakuwa changamoto na muda kwa hiyo uh, hiyo inasababisha mtu kutushindwa kupima mapema kwao. Usipopima mapema moja kwa moja, kwa baadaye ujue changamoto hiyo italeta shida zaidi. Ni jambo ambalo wengi wamekuwa wakituuliza, na hili ni jambo ambalo wengi unatakiwa ulifahamu kwamba wanakosa muda, lakini insurance ambayo ni kama bima, wanakosa muda wa kwenda, wanakosa mtu anafanya kazi muda mrefu ni hatari kwa afya yako, lakini pia mwisho, tunasema pombe na sigara. Pombe huongeza mapigo, mapigo ya moyo. Unakuta mapigo ya moyo yanaenda zaidi unapokuwa unakunywa pombe, lakini pia unapovuta sigara ukaza mishipa ya damu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinasababisha presha iweze kuongezeka kwa watu wa Afrika wanaoishi ugaibuni. Sasa tuambie hapo chini kwenye comment kama una changamoto ya presha, basi niandikie neno presha ili uweze kupata msaada zaidi. Nimekuwa nikiwaambieni kwamba presha bila kutibu mishipa unakuwa fanya kazi bure. Kama unaendelea kuteseka na presha, basi wasinaje W7 Clinic leo. Tupo kwa ajili ya afya yako, tupo kwa ajili ya kuhakikisha afya yako inaimarika. Basi nikutakie wakati mwema, kisha una subscribe lakini pia una share ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama kutakuwa kuna mtu yuko gaibuni anateswa changamoto ya presha, basi share naye video hii ili aweze kujifunza zaidi. Una presha, niandike neno presha ili uweze kupata programu maalum ya kuweza kutibu mishipa. Karibu na Mungu akubariki.